Moto mkubwa ulizuka baada ya shambulizi lililotekelezwa na Sanford ambaye anatajwa aliendesha gari lake kulenga kanisa na kuwapiga risasi waumini wawili na kuwaua papo hapo na wengine kuwajeruhi vibaya. Sanford amewapa kibarua kigumu polisi wanaofanya uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo na ulianzaje, baada ya muda mchache tu kushambulia kanisa hilo akitumia gari na bunduki yake. Mkuu wa polisi huko Michigan William Renye amesema wanaendelea na uchunguzi kubaini sababu zilizomsukuma Sanford kutekeleza tukio hilo likiwalenga waumini wa kanisa. Renye amebainisha kwamba uchunguzi wao utakuja na matokeo ya kufahamu nia ya Sanford kutekeleza shambulio hilo. Tayari polisi wamepiga kambi katika nyumba aliyokuwa anaishi Sanford kwa ajili ya kuchukua taarifa ambazo wanadai zitawasaidia kwenye uchunguzi wao ulinzi mkali umewekwa kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kuhakikisha kila kinachohitajika kinapatikana kwa wakati. Eneo la kanisa kwa sasa lipo chini ya uangalizi maalum wa polisi, ambapo baadhi ya vidhibiti vimechukuliwa ili kusaidia juhudi za uchunguzi zinazofanyika. idi wesu <tabu> zinazofanyikaw